Alright, hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VWM, ukipenda Victor Madu Mandala, na hii leo basi nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Of course kuna mengi ambayo ningependa tuweze kushiriki kwa pamoja, na katika baadhi ya maeneo ambayo nilifika kuna visanga na vimbwanga lakini, kabla nikujuze hayo kwa kirefu, niruhusu basi, niruhusu basi niweze kujuza e, kwamba iwapo ndi wajiunga nasi for the first time, hakisha kwamba number one umeweza kusubscribe pale chini ya video hii kuna neno, subscribe. Kwa hivyo, subscribe pale itakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo chini ya video hii kuna vema, zaidi. Kwa hivyo, subscribe right naam no, inarahisisha mambo pale e, eh, katika pita pita raundi hii nikaanzia pale mtandaoni. Kwenye mtandao kuna kisa kimoja niliweza kushuhudia katika mtandao cha kustajabisha zaidi, ambapo kuna jamaa mmoja alifika mahali akawa unajua, anatembea akipita mahali ilikuwa ni parking hivi, ametoka na ametoka kwa uwanja hivi. Kwa hivyo akapitia kwa parking mahali fulani, na alipopitia pale ni watu ambao walikuwa wamefuga kuku kwa hiyo boma na kuku moja, jogo mmoja akatokea kule. Unajua vile wale jogo kisirani, akatokea kule akamrukia, sijui aliona nini kwa nguo yake, akaruka ni kama anataka kula labda, aliona kitu white kama hindi, na sijui akamrukia vile anataka kula. Jamaa akamfukuza hivi, akaruka tena, so sijui aliruka ni kwa sababu ya uchokozi tu, yani jamaa ana makasiriko, alikasirika, alitime hiyo jogo akamshika hivi kichwa akamzungusha mara e, yani moja akamtupa huko mpaka, lakini nashindwa makasiriko. Watu akiandamana na wanapoandamana akalinga jamaa mmoja, huyu jamaa ni hoka. Hoka, anauza, e, hizi barakoa anauza ama ana barakoa hana chochote, amesimama tu, hata akimbii usema alikuwa anatoroka. Alafu ya afisa ya polisi, pasipo aibu, anaenda na akampiga risasi ya kichwa. Swali, huyo makasiriko ni ya nini? Huyo amekosea nini? Ah, mambo mengine ya kustajabisha <coughs> samahani. Makasiriko ya nini? Nam, unapotafakari juu ya hayo, ruhusu niendelee pale, tuvuke moja kwa moja. E, nikafika eneo la wapi? Eneo la Matu mjini, watu wa Matu mpo, ambapo ya arobaini za kalameni za fika vimwana aliokuwa akichepuka nao walipomwanika na yasoka. Kuna jombi mmoja mtaani hapa alikiona cha mtemakuni alipopokezwa kichapo na akina dada mademu wawili aliokuwa akichepuka nao na alipoanza kuwapiga chenga. Yani unajua umefika mahali umeenda ukadanganya, huyu nitakuoa. Kaenda kadanganya huyu, nitakuoa. Alafu akafika mahali, unajua, anawapeleka hapa na kuwacheza cheza. Wakagundua huyu, akagundua anachezwa shere. Na sahizo hawa mabinti ni marafiki, na wako wanajua. So mmoja akienda akiteta kwa mwenzake, "Hey, dhani mtu wangu siku hizi ananifanyanga hivi?" Kamuliza hata wangu, kwani wako nani akagundua? Hey, kwani the same person. Wakampangia njama. Huyu jamaa alikula. Ukipata mwanaume, eh, okay, alikula kichapo, alijua ajui. Please, mmoja atosha wachaza chwarachwara ukiwachumbia wa wawili watatu an wa utawapeleka wapi? ah, wacha za ovyo nam kitoka wa kule. Basi nikavuka e, nikavuka mpaka eneo la wapi, eneo la naitwa eneo la Chebunyo. Chebunyo iko kule Chapalungu, Chebunyo Chapalungu. e, kuna mwandada mmoja wa hapa alijuta kumwekea e, Jombi e, anayefanya kazi naye e, kwani jamaa huyo alimtembelea usiku wa manane na kuitisha mali yake. Demu ajuta kuwekea polo mlevi mshahara. Yani, unajua alifika mali kwa, kwa sababu jamani, mlevi kwa hivyo akafika mali, maana anaona huyu ni colleague na mjali. Aka, akachukua pesa yake akamwekea, akasema pana we, hizi za kutumia, hizi za matumizi yako, hiyo hiyo itakutosha kwa ulevi, hii nyingine weka wekeza na, anamsaidia lakini, la ajabu la ni akiwa amelala, nasikia mtu amefika kwake ananoka <laughs> anamsumbua mpaka akamwamisha, nini? Nataka pesa yangu salari yangu nipe nipe salari yangu ziko nayo. Yani mlevi unaekea mlevi pesa yake, alijua hajui? yeah, mlevi anaitisha akiaka, anasema nirudishie pesa yangu akiwa niwe utadu, haya kumwekea. hey, hey, mlevi! Mlevi akisha lewa ataitisha tu ni zake utadu lakini alikuwa anamsaidia nikitoka kule nikavuka mpaka Likoni, Kwale. Likoni Kwale, Jombi moja hapa, hapa, hapa kuto karibia tena vipusa waliomgeuza ATM yao. Na moja wa hapa aliapa kuhepa vipusa akisema aligundua hakuna anayeweza kumpendeza bila pesa. Yaani alifika mahali wote ambao anapatana nao ni kama nia yao ku ni pesa. Kwa hivyo akafika mahali akasema, mimi acha mambo ya kinadada nimeweka ex, staki tena Nakwambia nani, alikwambia kina dada wote ni wabaya? Nani alikwambia wote wanapenda pesa? Maybe wewe ndiye uliangukia mkono mbaya, maybe tu. Lakini je, afanyeje? Maana wale wote ambao mpatana nao ni pesa, wanataka Mungu akupe wa hekima. Omba Mungu akupe hekima. Nikielekelea kumalizia, pale nikafika eneo la Ichuni, iko kule Kisii. Ichuni kule Kisii, kisura moja jeuri arudishwa kwao kukosa heshima. Na kiso ipi pale, familia moja ya hapa iliamua kumrudisha kwao kipusa aliyekuwa ameolewa na jamaa baada ya kugundua kwamba mwanadada huyo alikuwa mbishi na alipenda kuzua migogoro kwa familia. Amefika mahali wanakosana kwa familia, kisa na maana ni huyu mwanamke ambaye ameolewa pale anagonganisha, anaenda anasema huyu ndugu amesema hivi, huyu dada amesema hivi. Kwa hivyo ni mtu wa shu shu shu nyef nyef, anapenda nyef nyef. Kwa hivyo amefika mahali mpaka ndugu waongeleshani kwa sababu yake. Familia ikaangalia ikaona chanzo ni amba, pale, na, uh, huyu mwanadada oh, arudi kwao. Sasa mume wake <laughs> atamfukuza ama ni familia, sijui niruhusu nimalizie. Basi, eneo la Kilifi mjini, Kilifi mjini, Kilifi mjini, ashtuka x ashaolewa na karibia e, kujifungua na kivipi. Jamaa mmoja juhudi za polo wa hapa za kurudiana na mkewe mwaka mmoja baada ya kutengana ziliachwa na masononeko zaidi, alipopata habari kwamba demu huyo aliolewa na tayari ni mja mzito, ta, ako karibu kupata mtoto hata akiwa wewe unafika uh, mahali mlikosana na kadhalika, so umefika mahali hasira no, na kweli unaona we yeye ndiye alikukosea, lakini umefika mahali get over it, tunasema wacha tuliane tulee watoto pamoja. Alafu unasikia alishaolewa hata karibu apate mtoto. Kama mmeachana mwaka mmoja na saizi ako karibu kupata mtoto, kwani alikaa miaka miezi mingapi? Kumaanisha kwamba alikuwa na mchezo tu, ah, ulikuwa na mchezo ah. Jana nasema alikuwa na gongewa Mungu asaidie wa wanandoa. Mungu asaidie wa wanandoa. Ni hapa ni VMM, niruhusu nifike tu pale, nifike kingoni, e, nawapenda zaidi. Tupatane tena panapo majali wake Mwenyezi Mungu. Huyu hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala kwenye Pitapita za kwangu siku hii ya leo. Na nikwambie kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako. Copy the link and share, na weke comment yako hapa chini. Nitakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umeclick neno subscribe. Kisha click pale, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako then click notification bell iko hapa chini. Then copy the link and share na Mungu akutende wema. VMM kipenda Victor Madumandala kwenye pita pita za kwangu nasema kuishi kwingi, kuona mengi na kutembea kwingi, je, kuona mengi zaidi. Subscribe, God bless you and bye bye.